Safari ya mpambanaji wa uhuru wa Burkina Faso. Katika historia ya mataifa yanayojitahidi kujikomboa kutoka kwenye ukoloni mamboleo na migogoro ya ndani, jina moja linazidi kung'aa: ibrahim Traore. Kiongozi huyu kijana amekuwa alama ya matumaini kwa watu wa Burkina Faso, akipambana kwa dhati kuleta usalama na uhuru wa kweli kwa taifa lake. Lakini safari yake haikuwa rahisi, kutoka kijana wa kawaida hadi kuwa rais wa taifa lenye historia ya mapinduzi. Haya ndiyo maisha ya Ibrahim Traore. Ibrahim Traore alizaliwa tarehe 14 Machi mwaka 1988 katika kijiji cha Kar, ndani ya wilaya ya Bondoko, Burkina Faso. Alikulia katika mazingira ya kawaida yakimfunza maadili ya nidhamu, bidii na uzalendo akiwa mtoto alionyesha bidii kubwa katika masomo yake jambo lilomfanya kufaulu vyema katika elimu ya msingi na sekondari baada ya kuhitimu kutoka shule ya sekondari ya Akati Val huko Bob mwaka 2006 Traore alijiunga na, na chuo kikuu ambako alisomea jiolojia ndani ya muda mfupi alionyesha uwezo mkubwa wa uongozi akihusiana na vikundi mbalimbali vya wanafunzi waliokuwa wakipigania haki za Wenzao. Hili lilimjenga hili lilimjengea msingi wa ujasiri na kupenda haki, mambo ambayo baadaye angekuwa sehemu muhimu ya utawala wake. Mwaka elfu mbili na kumi, akiwa na hamasa ya kulitumikia taifa lake kwa njia ya vitendo, Ibrahim Traore alijiunga na jeshi la Burkina Faso. Alipitia mafunzo ya kijeshi katika chuo cha Georges, na kutokana na bidii yake alihitimu akiwa wa pili katika darasa lake. Hii ilimfungulia milango ya kupanda vyeo haraka ambapo mwaka 2012 alipewa cheo cha luteni wa pili, luteni mwaka 2014, na baadaye kapteni wa mwaka 2020. Alihusika moja kwa moja katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi waliokuwa wakiitishia usalama wa Burkina Faso. Operation hiyo mwaka 2019 ni miongoni mwa juhudi zake zisaidia kupunguza nguvu za makundi ya kigaidi yaliyotatiza nchi hiyo na ukanda mzima wa Sahar. Mwaka 2022 hali ya usalama nchini Burkina Faso ilizidi kuwa mbaya. Serikali ya mpito chini ya Paulo Henri Sandaogo Damiba ilishindwa kudhibiti mashambulizi ya waasi, jambo lilosababisha hasila miongoni mwa raia na jeshi. Tarehe 30 Septemba ishirini ishirini na mbili Ibrahim Traore aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa Damiba madarakani akiwa na umri wa miaka thelathini na nne t alitangazwa kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso akiwa kiongozi kijana zaidi duniani wakati huo. Baada ya kuchukua madaraka, Traore alitangaza sera za kurejesha mamlaka kwa wananchi, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi. Alizuia baadhi ya mikataba yenye maslahi kwa wageni na badala yake yaliwekeza nguvu katika kulinda utajiri wa asili wa Burkina Faso kwa manufaa ya wananchi wake. Alizindua mipango ya kuwashirikisha wananchi katika vita zidi ya waasi kwa kutoa mafunzo na silaha kwa wanamgambo wa kiraia. Ndani ya muda mfupi wa utawala wake Ibrahim Traore amefanya mageuzi makubwa yakiwemo: kuondoa vikosi vya Ufaransa nchini Burkina Faso na kutafuta njia mbadala za ushirikiano msaada wa kitaifa, kuimarisha usalama wa ndani kwa kutoa msaada wa kijeshi kwa maeneo yaliyoathirika na ugaidi, kuhamasisha uzalendo uzalendo na umoja wa kitaifa akiwataka wananchi kushiriki katika ulinzi wa taifa lao, kupambana na rushwa na kuhakikisha kuwa rasilimali za nchi zinatumika kwa manufaa ya raia. Shujaa au mtu wa mapinduzi Traore. Kwa wengi, Traore ni shujaa aliyeleta mwamko mpya wa uongozi Afrika akiwa kijana mwenye msimamo mkali dhidi ya ukoloni mamboleo. Amekuwa sauti ya kizazi kipya kinachotaka kuona Afrika ikisimama kwa miguu yake. Hata hivyo, wapinzani wake wana wasiwasi kuhusu iwapo ataweza kushikilia madaraka kwa njia ya haki au kama anatafuta mkondo wa baadhi ya viongozi wa kijeshi wanaoanza kwa ahadi lakini wanageuka madikteta. Hata hivyo, haijalishi unamwonaje, shujaa au mtu wa mapinduzi, hakuna shaka kwamba Ibrahim Traore anaweka alama isiyofutika katika historia ya Burkina Faso na Afrika kwa ujumla. Je, ataweza kudumisha ahadi zake na kuandika historia mpya ya taifa lake? Wakati ndipo utakapomjibu. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa Burkina Faso, taifa dogo lenye loo kubwa likiongozwa na kijana mwenye ndoto kubwa za fanya liwe huru kwa salama. Hii ni historia fupi ya shujaa Ibrahim Traore na hii ni Memorata TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare lango. Jina ni Madam Gladi Official.